Safari yetu ya hekima leo inatupeleka katika kitabu cha Isaya, na lazima niseme, kusema hivyo kunanifanya nijisikie kama mpandaji mlima nikiwa chini ya mlima Everest. Nabii Isaya ndiye msemaji mkuu hapa katika Agano la Kale, na atatuongoza kupanda kilele hicho cha mlima. Tutaona utukufu wa Mungu pa uzuri kwa uzuri usiowahi kuonekana hapo awali. Nafikiria kile J. Sidlow Baxter aliandika miaka iliyopita: kile Beethoven alicho katika ulimwengu wa muziki, kile Shakespeare alicho katika ulimwengu wa fasihi, kile Spurgeon alivyokuwa katika enzi ya Victoria miongoni mwa wahubiri, Isaya ni yote hayo miongoni mwa manabii. Sasa Isaya atahudumu miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa. Isaya atahudumia wafalme wanne katika Yuda kama aina ya nabii rasmi wa mahakama na atahudumu kwa kipindi cha miaka hamsini. Sasa tunapoanza safari yetu ya hekima kupitia kitabu hiki, ni muhimu kupata muktadha hapa. mahubiri ya kila nabii yanatokana na ahadi ya Mungu kwa agano alilofanya na Israeli. Ah, hawa manabii ni ni sauti ya Mungu na wanaita Israeli kurudi wenye utiifu, na hicho ndicho Isaya atakachokuwa kifanya. Anawaonya watu wa Mungu kwamba hukumu itakuja ikiwa hawatatubu wasi wao, lakini pia anawakumbusha kile ambacho Mungu amewaandalia wale wanaomfuata. Kwa njia hiyo inakuhusisha wewe na mimi hadi leo hii. Sasa kwa hayo, hebu tufungue kitabu hiki kikuu cha unabii hapa kwenye aya ya kwanza. Maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona kuhusu Yuda na Yerusalemu katika siku za Uzia, Yodhamu, Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda. Sikieni eni mbingu, na sikilizeni eni dunia, kwa kuwa Bwana amesema: watoto nimewalea na kuwakuza, lakini wameniasi. Sawa, Isaya ataendelea sasa na kutabiri kwamba Mungu atatumia mataifa maovu yanayozunguka Yuda kuleta hukumu juu yao na kuwapeleka uhamishoni. Sasa, kwa kufuata mtindo wa mahubiri ya Isaya, anafuata onyo hili la hukumu na mwaliko wa neema hapa kwenye aya 18. Njoni sasa na tujadiliane, asema Bwana, ingawa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji; ingawa ni nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa maneno mengine, dhambi zimechafua maisha yao na na zimechafua maisha yako na yangu pia. Na hii siyo aina yoyote tu ya doa, hii ni moja ya yale madoa mekundu ya kina, aina ambayo huwezi kuondoa kwenye zulia au nguo zako. Habari njema ni kwamba Mungu anaweza, anaweza kuwasafisha watu wake waasi kutoka kwa hatia zao zote. Anaweza kufanya maisha yao kama vile kuwa meupe kama theluji mpya iliyotua, na hiyo ni safi sana. Wale ambao wamesamehewa sasa wana ruhusa ya kuingia katika ufalme wa utukufu ambao Isaya anaanza kuelezea hapa katika sura ya pili. Hapa katika mstari wa pili: itatokea katika siku za mwisho kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utaimarishwa na watu wengi watakuja na kusema, njoni twendeni juu kwenye mlima wa Bwana, ili atufundishe njia zake na tuweze kutembea katika mapito yake. Sasa haya yote yatatimizwa E, kama ilivyorekodiwa katika Ufunuo sura ya ishirini wakati huu wa miaka elfu, huu ufalme wa milenia utaanzishwa baada ya dhiki na Yerusalemu kwa njia itakuwa mji mkuu wa ufalme wa Bwana duniani. Sasa kipengele kingine cha mahubiri ya Isaya ni kwamba anaionya taifa kuhusu matukio ambayo yako katika siku zao za karibu na matukio ambayo yatatokea katika siku za mbali, zijazo. Tunaita matukio hayo nyakati za mwisho. Na hapa katika sura ya pili, Isaya anaanza kutambulisha siku hiyo ya mbali ya Bwana, kipindi hicho cha dhiki kinachokuja katika nyakati za mwisho, wakati Mungu anamimina ghadhabu yake juu ya dunia. Isaya anaandika kuhusu hilo hapa katika aya ya kumi na tisa: na watu wataingia katika mapango ya miamba na mashimo ya ardhi mbele ya hofu ya Bwana na utukufu wa enzi yake wakati atakapoamka kutisha dunia. Sasa kwa hilo, hapa katika sura ya tatu, Isaya anawaonya watu kuhusu kitu kilicho karibu kutokea. Aya ya kwanza inasema, tazama Bwana Mungu wa majeshi anachukua kutoka Yerusalemu na kutoka Yuda msaada wote wa mkate na msaada wote wa maji. Kwa maneno mengine, kuna njaa mbele. Yerusalemu itashindwa na mataifa haya ya adui na hapa katika sura ya nne, na aya ya kwanza tunasoma hivi: wanawake saba watamshika mwanamume mmoja siku hiyo, wakisema, tutakula mkate wetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe, ila tu tuweze kuitwa kwa jina lako. Tazama, wanaume wengi wa Yuda watakufa kwa uvamizi wa Wababeli. Kutakuwa na mwanamume mmoja tu kwa kila wanawake saba. Je, taifa litaharibiwa kabisa na majeshi haya ya kigeni? Hapana kabisa, siyo. Kwa kweli, Isaya anaanza hapa katika sura ya nne kuzungumzia ufufuo na urejesho wa Israeli iliyoungana katika siku za usoni. Hilo halijatokea bado, lakini Isaya anaelezea hapa katika aya ya pili, siku hiyo tawi la Bwana litakuwa zuri na lenye utukufu. Tazama, hii ni rejeleo kwa Masihi uketi kwenye kiti chake cha enzi chenye utukufu katika ufalme ujao na nani atakuwa hapo pamoja naye? Naam, taifa la Israeli lililorejeshwa. Lakini sasa Isaya anapanua orodha ya mwaliko kwa ufalme huu wa utukufu, hapa katika aya ya tatu, ili kujumuisha kila mtu ambaye ameandikwa kwa ajili ya uzima huko Yerusalemu. Ufunuo sura ya 21 itatuambia kwamba wale wanaoingia Yerusalemu mpya ni wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Nikulize, je, umemkiri Yesu Kristo kama Masihi wako na mfalme ajaye? Naam nam, ikiwa umefanya hivyo, jina lako limeandikwa katika kitabu hiki cha uzima wa milele. Sasa hapa katika sura ya tano, Isaya anaenda kuelezea uovu wa Yuda, na kwa kweli inanifanya nikumbuke uovu wa mataifa mengi leo. Anasema hapa katika aya ya ishirini, ole wao wanaoita uovu kuwa wema na wema kuwa uovu. Anaongeza katika aya ya 21, ole wao walio na hekima machoni pao wenyewe. Wapendwa, taifa lolote linaloita mambo maovu kuwa mema na mambo mema kuwa maovu linaelekea kwenye hukumu ya Mungu. Sasa hapa katika sura ya sita, hii inarekodi wito wa kibinafsi wa Isaya katika huduma. Tarehe ni 739. Isaya ni kijana mdogo. Anarekodi tukio hili hapa kuanzia aya ya kwanza. Katika mwaka ambao Mfalme Uzia alikufa, nilimwona Bwana ameketi juu ya kiti cha enzi juu na kuinuliwa. Na pindo la vazi lake lilijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Na mmoja alimwita mwingine na kusema: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Sasa Isaya atafanya nini anaposimama mbele ya Mungu huyu mtakatifu? Vema, jambo lile lile ambalo mimi na wewe tungefanya. Anasema hapa katika aya ya tano, ole wangu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Basi Mungu anajibu ungamo lake la dhambi kwa kumtuma mmoja wa malaika na kaa linalowaka kutoka madhabahuni. Hugusa mdomo wa Isaya inasema hapa katika aya ya saba tazama hii imegusa midomo yako, hatia yako imeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Hii ni picha nzuri ya msamaha, ni zawadi ya neema ya Mungu tunapokiri dhambi zetu, hadi leo hii. Basi katika aya ya nane Mungu anauliza, ni mtume nani, na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Na Isaya anajibu, mimi hapa, nitume. Sasa sijui ni wanaume wangapi wangependa kujitolea kwa huduma ya aina hii, baada ya kusikia kile ambacho Mungu anatabiri kwa Isaya? Anasema hapa katika aya ya tisa kwamba watu hawatamsikiliza, hatapata matokeo chanya yoyote, ikiwa yapo. Lakini lakini Isaya alimaanisha aliposema mimi hapa, nitume. Basi tuwe kidogo zaidi kama Isaya leo.